Habari, Pioneer, karibu tena kwenye chaneli yako pendwa ya Official Khudhey Pi Updates. Asanteni sana kwa kujiunga nami leo. Kama ni mara yako ya kwanza hapa, tafadhali bonyeza kitufe cha subscribe, like video hii na usisahau kuwasha kengele ya notification ili upate taarifa zote muhimu kuhusu maendeleo ya Pi Network kwa wakati. Leo tunakupeleka kwenye demo maalum ya Pi App Studio, jukwaa la kisasa lisilohitaji ujuzi wa coding linalotumia akili ya bandia kusaidia mtu yoyote bila kujali uwezo wa kiteknolojia kujenga na kumiliki app kamili ndani ya mfumo wa kiuchumi uliosambaa wa Pi. Tuanze, fungua Pi browser na gusa sehemu iliyoandikwa App Studio kwenye ukurasa wa mwanzo. Ukisha ingia, chagua aina ya kazi unayotaka kufanya leo. Tutaanzia na chatbot, ambayo itakusaidia kuunda chatbot ya AI yenye mada maalum ikifundishwa kwa maarifa na uzoefu wako binafsi. Hatua ya kwanza: andika mada moja ambayo una uelewa mkubwa juu yake. Inaweza kuwa taaluma yako, hobi au jambo lolote ambalo umejifunza kwa kina. Katika mfano wetu, tuchukue mada ya kutengeneza kahawa. Utakapotakiwa kuthibitisha kama unadhani ujuzi wako unaweza kuwasaidia wengine, chagua ndio, kisha endelea mbele. Kisha andika maelezo ya jumla ya chatbot yako. Haya maelezo yataoneshwa kwa watumiaji ndani ya mwonekano wa app na pia katika maelezo ya app itakapotangazwa kwenye Pi browser. Ili kuona mwonekano wa chatbot yako kwa wakati halisi, unaweza kubadilisha kati ya vichupu vya edit app na app preview vilioko juu ya ukurasa wa app studio. Sasa hapa ndipo unapofundisha chatbot yako. Chini ya sehemu ya custom instructions, mpe chatbot maelekezo kuhusu mwenendo wake, kwa mfano, jinsi ya kujibu, tabia yake, sauti ya mazungumzo, au mambo ambayo haitakiwi kufanya. Unaweza kurudia majaribio haya mara kadhaa hadi utakapopata matokeo bora zaidi kwa matumizi yako. Kisha chini ya knowledge information, ongeza maarifa yote unayoyajua kuhusu mada husika. Hapa ndipo chatbot yako utapojifunza na kutumia maarifa hayo kujibu maswali ya watumiaji. Unaweza kuingiza hadi herufi elfu hamsini. Kwa hiyo weka maelezo yote unayoyajua ili kuboresha chatbot yako. Kama unatumia kompyuta, unaweza kutumia toleo la Pi desktop app ili iwe rahisi kunakili na kupachika maandiko marefu. Katika mfano wetu wa kutengeneza kahawa, tutahakikisha tumeweka maelezo kuhusu mambo muhimu kama vile joto la maji, uwiano wa maji na maharage ubora wa maharage na zana muhimu zinazohitajika. Baada ya hapo, unaweza kubadilisha rangi kuu ya app yako ambayo itaonekana kwenye kichwa cha app, icon ya AI na kitufe cha kutuma. Rangi hiyo inapaswa kuendana na mada ya chatbot yako na kusaidia kuweka hisia sahihi. Pia unaweza kuchagua rangi ya nyuma ambayo inalingana vizuri na rangi kuu na kuhakikisha maandiko yanaonekana kwa urahisi. Kisha tengeneza ujumbe wa kukaribisha watumiaji wa chatbot yako. Huu ndio ujumbe wa kwanza ambao mtu ataona anapofungua app yako. Hakikisha ni wa kirafiki na unaendana na kusudi la chatbot yako. Mwishoni, chagua jina la app yako, liwe la kuvutia, rahisi kuelewa na linalohusiana na mada ya chatbot yako. Ukishamaliza kubinafsisha chatbot yako, lipa kiasi kidogo cha pai, kisha chapisha app yako. Kumbuka kuwa pai moja itakatwa kwa wakati mmoja, na salio litabaki kwenye akaunti yako ya App Studio kwa matumizi ya baadaye, kama vile kuchapisha tena au kuunda app mpya. Hongera, chatbot yako sasa imeanza kufanya kazi na app yako inapatikana mara moja kwa wengine. Unaweza kushare app yako kwenye Fireside Forum au ukaiona moja kwa moja ndani ya Pi Browser kwa kugusa sehemu iliyoandikwa Pi Apps kwenye menu ya chini, kisha kuchagua kipengele cha App Studio. Sasa tujaribu chatbot ya kutengeneza kahawa tuliyoitengeneza. Kama unavyoona AI inatumia maarifa tuliyoingiza pamoja na uelewa wake wa jumla kuhusu mada hiyo ili kutoa majibu bora zaidi kwa watumiaji. Tukisonga mbele, leo tuunde app maalum yenye nguvu za AI kulingana na wazo lako binafsi. Njia hii inakuwezesha kutumia lugha ya kawaida badala ya coding ili kuunda app unayotaka na kuiweka umiliki wako. Kwa sasa, hii sehemu bado ipo katika toleo la majaribio, kwa hiyo upatikanaji wake unaweza kuwa mdogo na bado inaendelea kuboreshwa. Ili kuanza fikiri kuhusu wazo rahisi la app, kisha chagua jina la app yako, naeleza kwa undani jinsi inavyotaka ionekane na ifanye kazi. AI itatumia maelezo hayo kujenga app yako. Kwa mfano, tuchukue wazo la mchezo wa nyoka, snake game. Katika maelezo ya app, tutaeleza maelezo kuhusu mwonekano wa mchezo huo na jinsi unavyotakiwa kufanya kazi kama ilivyokuwa. Hata kutengeneza app hii pia itagharimu kiasi kidogo cha Pi. Pai moja itakatwa iwapo hauna salio na kilichobaki kitaendelea kubaki kwenye akaunti yako kwa maboresho ya baadaye. App itachukua sekunde chache hadi minita tano kuundwa na ikishakamilika inakuwa tayari ikifanya kazi vile bila kuhitaji kutumia coding yoyote. Sasa app hiyo inaweza kuchapishwa na kuanza kutumiwa na pioneers wote duniani. Kama unahisi app yako inahitaji maboresho, unaweza kutoa maagizo mengine kwa AI ili kuiboresha zaidi hiki pia kitagharimu kiasi kidogo cha Pai. Hata hivyo kumbuka kuwa kipengele cha edit bado kiko katika hatua ya maendeleo na huenda hakipatikani kwa kila mtu kwa sasa. Katika mfano wetu wa mchezo wa nyoka, tunaweza kuongeza mabadiliko madogo ya muonekano kama vile kumpa nyoka macho. Ukishamaliza kubadilisha, gusa finish customization ili kuchapisha app yako rasmi yenye kiungo cha kudumu. Kama ilivyokuwa na chatbot, unaweza kushea app yako kwenye Fireside Forum na pia ukaiona kwenye kitabu cha Pi apps ndani ya Pi Browser chini ya kipengele cha App Studio. Kinachofanya Pi App Studio kuwa cha kipekee ni miongozo yake ya hatua kwa hatua kutengeneza app, na pia fursa ya kuungana na milioni ya wabunifu na watumiaji duniani. Kwa hiyo badala ya kuunda na kutumia pekee, Pi App Studio inakuwezesha kuunda bidhaa halisi za kidijitali zinazoweza kumilikiwa. Jifunze zaidi kuhusu Pi App Studio na umuhimu wake kwa mtandao wa Pi na dunia kwa ujumla.